Zaburi ya 92 inasema ni neno jema kumshukuru Bwana, na kuliimbia jina lako E, uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku kwa chombo chenye nyuzi kumi na kwa kinanda na kwa mlio wa kinubi. Kwa kuwa umenifurahisha Bwana kwa kazi yako, nitashangilia kwa ajili ya matendo ya mikono yako. E Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa Mjinga hayatambui hayo, bara mpumbavu hayafahamu. Anasema bali wewe umtakatifu hata milele. Ukenda kusoma mstari wa kumi na mbili unasema mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watangazi ya kuwa Bwana ni mwenye adili mwamba wangu ndani yake hamna udhalimu. Kwa Mungu anatupa kupata vitu hapa na pale, matokeo hapa na pale, kusonga mbele, kupiga hatua. Anasema waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Kwa Mungu anatenda mambo hapa na pale kwenye maisha yako ili utangaze, watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili mwamba wangu ndani yake hakuna udhalimu. Ndio maana anaweza kusema ni neno jema kumshukuru Bwana na kulimbia jina lako, e, uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku, kutangaza rehema zake na uaminifu wake. Hakuna namna ya kutangaza zaidi ya kutangaza kwa matendo yake make, rehema za Mungu na uaminifu wa Mungu. Kuna mambo unaachilia kwenye maisha yako hen ukiyatangaza, umetangaza rehema zake. Unapotoa ushuhuda umetangaza rehema zake na umetangaza uaminifu wake. Kwa hiyo, shukrani ni ufunguo muhimu au ni ufunguo maalum, ni ufunguo wa msingi, ni ufunguo wa lazima katika kuishi maisha ya kiungu duniani. Ndio maana china naongelea kwamba kwa kwa chombo chenye nyuzi kumi na kwa kinanda na kwa milio, kwa, kinu, kwa milio kwa mlio wa kinubi kwa kuwa umenifurahisha Bwana kwa kazi yako, nitashangilia kwa ajili ya matendo ya mikono yako. Kwa kuwa umenifurahisha Bwana kwa kazi yako, nitashangilia kwa, kwa ajili ya matendo ya mikono yako. Mstari wa 5 nasema e, Bwana jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Jinsi alivyo makuu matendo yako. kwa unapotangaza matendo ya Mungu kwako, ndio anayotaka kwenye mstari wa ule wa 15 kwamba watangazi ya kuwa Bwana ni mwenye adili. Kwa kadri unavyotangaza ndivyo ambavyo anazidi kutenda kwako, kadri unavyotangaza ndivyo ambavyo anazidi kutenda kwako. Ndio maana ndani ya moyo wako hayatakiwi liwepo jambo kwamba hili ni ni dogo hili ni kubwa. Chochote ambacho Mungu ametenda kwako, hata macho yako ukiona ni kidogo, ila ni kikubwa kwenye macho ya Mungu, sababu kilihitaji nguvu zake, kilihitaji mkono wake kutenda hilo jambo, kio ulitangaze, umshukuru Mungu kwaro. Kwaho ni kwamba ni mpaka kwanza shukrani zetu zimedhihirika hatuwezi kufaidi au kuishi ule udhihirisho wa matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yetu, hatuwezi ku experience udhihirisho wa matendo makuu ya Mungu, udhihirisho wa mkono wa Mungu mpaka kwanza shukrani zetu zimedhihirika. Anasema, kwa kuwa umenifurahisha Bwana kwa kazi yako, nitashangilia kwa ajili ya matendo ya mikono yako. Kwa kuwa umenifurahisha Bwana kwa kazi yako. Nitashangilia kwa ajili ya matendo ya mikono yako. Daudi anamwambia, nitashangilia kwa ajili ya matendo ya mikono yake. Ndio maana nasema, ni neno jema kumshukuru Bwana na kulimbia jina lako kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa mchana. Anasema kazi za mikono yako au matendo yako Maanake nini? Mungu anataka tuhame tutoko, tutoke kwenye ufunuo twende kwenye udhihirisho. unachokijua kukusaidia ila ulichokipata kitakusaidia hapa, naposema kwamba Mzaburi anasema kwa kuwa umenifurahisha Bwana kwa kazi yako, nitashangilia kwa ajili ya matendo ya mikono yako. Kazi za Mungu na matendo ya mikono ya Mungu, maake ni vitu vinavyodhihirika kwa jinsi ya macho. Unajua kwamba huu ni mkono wa Mungu, hii ni kazi ya Mungu. Haiwezi kuwa kazi ya Mungu pande wetu kama haionekana, haiwezi kuwa matendo ya mikono kama haionekana. Kwa hiyo Mungu anataka tunahama, kwa ni wakati umefika wa sisi kuhama kutoka kutoka kwenye ufunuo kwenda kwenye udhihirisho, kutoka kwenye kufunuliwa kwenda kwenye kudhihirika. Wakati anaongea ule mfano wa mpanzi, sura ya kumi na tatu, akasema wale walio nje, unena kwa mifano ili wakisikia wasisikie, wakitazama wasione Wasije wakabadilika nikawaponya, kwa maana ile ilikuwa ni fumbo likidhihirika kwao. Kwa wale walioko ndani sasa likifunuliwa kwao. Anasema moja ilizaa sitini, nyingine ikazaa thelathini. Moja ilizaa thelathini, nyingine sitini, nyingine ikazaa mia. Kwenye Marko aliposema hiyo akamaliza kusema kwamba mwenye kusikia na asikie. Make nini? ana anaunganisha usikivu wa mtu na kuzaliwa vitu kwenye maisha ya mtu. Moja ilizaa sitini, lile neno la Mungu, mbegu, neno la Mungu ilivyoanguka, moja ilizaa thelathini, nyingine ikazaa sitini, nyingine ikazaa mia. Ilikuwa ni mbegu moja, anaezalisha ni moja, ila kwa huyu ilizaa sitini, huyu kazaa thelathini, hii kazaa mia. Kwa nini? Kutokana na kiu, uwezo wa kusikia kwao. Kiwango cha kusikia, mwenye kusikia na asikie. Kwa usikivu wao ulikuwa unapelekea kuzalishwa kwao kitu fulani. Kwa aliyesikia zaidi alizaa mia. Alisikia kwa kiwango fulani akazaa thelathini. Alisikia kwa kiwango cha kati akazaa sitini. Kuna aliyesikia usikivu wake ukampa thelathini, kuna aliyesikia usikivu wake ukampa sitini, kuna aliyesikia usikivu wake ukampa mia. Neno lile lile likuwa ni neno moja, inaachiliwa kwenye mioyo tofauti, kwa kiwango cha kusikia kwake, kinaamua kiwango cha kuzaliwa kwao. Kwa hiyo waliposikia ni ufunuo, kwa sababu kumbuka, kuna waliosikia hawakusikia, kwamba ili wakisikia wasisikie na ili wakitazama wasione Walitazama ila hawakuona kilichomo ndani ya ile mbegu ambayo ni neno lililoletwa kwao. Walisikia ila hawakupata ufunuo uliokubebwa kwenye lile neno. Waliopata ufunuo kutokana na kusikia kwao, ule ufunuo kuna namna ulijidhihirisha kwao. Mwingine ukajidhihirisha kwa asilimia 30, mwingine ukajidhihirisha kwa asilimia 60, mwingine ukajidhihirisha kwa asilimia mia. Kwa, kwa, kwa hiyo ilihama kutoka kwenye ufunuo kwenda kwenye udhihirisho. Huyu alisikia akapata ufunuo. Kuna kitu kikaingia kika ndani yake kika, akakipata kikatoka kwenye kupata kikaenda kwenye kufunuliwa. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu inakuhamisha kutoka kwenye ufunuo kwenda kwenye udhihirisho. Ndio maana ukipata neno la Mungu likafunuliwa ndani yako unamshukuru Mungu kwa hilo neno ili lihamishwe kutoka kwenye ufunuo kwenda kwenye udhihirisho. Ukipata wazo unamshukuru Mungu kwa ile idea ili ihame kutoka kwenye ufunuo kwenda kwenye udhihirisho. Sikiliza, hata wazo la kimaisha ni ufunuo, linafunuliwa kwako ndio unalipata. Ukipata wazo la kibiashara wazo fulani fulani, hilo ni, ni huo ni ufunuo, sababu Yeremia 29:11 inatuambia najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani mabaya ya kuwafanikisha siku zenu za usoni. Kwa wazo lolote na kupa kufanikiwa limetoka kwa Mungu, analiachilia ndani yako likipasuka ndani yako linakuwa ni ufunuo kwako, then unamshukuru Mungu kwaro kulihamisha kutoka kwenye ufunuo kwenda kwenye udhihirisho. Warumi 8:19 nasemaje? Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu viumbe vyote pia ukisoma kwanza juu kidogo unasema viumbe vyote vinaugua, viumbe vyote vinaugua vinasubiri kwa shauku, vina kiu vikisubiri kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kufunuliwa maana yake nini? Kutudhihirishwe, na tudhihirishwe kwa ufunuo, kwa ule ufunuo na hata kutoka kwenye ufunuo kwenda kwenye udhihirisho. Unasoma kitabu cha Yohana, sura ya kumi na moja, Wakati anaongea habari za, za Lazaro aliyekufa, alipoenda kumfufua kwenye mstari wa arobaini mpaka arobaini na nne, Biblia inasemaje? Mungu alishukuru, aliposhukuru akatoka yule aliyekufa akiwa mzima, make alidhihirishwa. Kwa hiyo shukrani zinatusukuma au zinasukuma zinatupush kutoka kwenye tutembe, tuhame kutoka kwenye ufunuo kwenda kwenye udhihirisho. Yohana sura ya 6 mstari wa 12, anaongea habari za mikate kulisha wale watu elfu tano kote, alishukuru aliposhukuru, vikadhihirika. Biblia inasema hivi mstari wa 6 anasema hivi aliongea aliwauliza kuhusu habari ya chakula, huku akijua nilipe takalo lifanya kama alijua takalolifanya, manake alikuwa na ufunuo ndani yake ya namna ya kuzalisha mikate kwa wa idadi ya wale ya wale watu, ila akajua ili nitoe ufunuo huu huko ndani yangu ya namna ya kuzalisha, nilete kwenye udhihirisho, na paswa kushukuru. Kwa alipomshukuru Mungu, na kushukuru Mungu, famba wa mbingu na nchi, utupee riziki ikamtoa kwenye kuwa na wazo kuwa na ufunuo ikampeleka kwenye kuwa na udhihirisho. Kwa kuwa umenifurahisha Bwana kwa kazi yako, nitashangilia kwa ajili ya matendo ya mikono yako. Ni udhihirisho kwa atashangilia kwa, kwa ajili ya matendo ya mikono yake amefurahishwa kwa ajili ya kazi. Unapona kazi ya Mungu, matendo ya Mungu maki yamedhihirika kwa macho. Kwa Yesu mwenyewe ili adhihirishe ufunuo aliokuwa nao ndani, alimshukuru Mungu ile shukrani yes, ikamfahamisha utoka kwenye ufunuo kwenda kwenye udhihirisho. Ndio maana nikakwambia, badilisha matarajio yako au malengo yako kuwa shukrani. Lengo lilo nalo, wazo lilo nalo, idea ulio nayo, mipango ulionayo, ni vitu ambavyo vimeingia ndani yako, vimefunuliwa kwako, umepata mawazo kuvibadilisha, ili vidhihirike mwilini. Yachukue, yafanye kuwa shukrani, yapege kwenye shukrani, mshukuru Mungu kwayo. Yesu alikuwa na wazo sema, aliwaambia swala na, ku, na kuwalisha wale watu, akijua atakalolifanya kwa, ilikuwa ndani ni wazo la kwake, ilikuwa ndani, namna atakavyozidisha ile mikate na samaki ili wale watu zaidi ya elfu tano wapate chakula, ni kitu kilichokuwa ndani, kama vile ambavyo wewe ndani yako kuna wazo fulani, una mpango fulani, mwaka 2026 kuna wazo nalo la kufanya na kuna mpango wa kufanya, kuna lengo nalo 2026 namna ya kulifanya litokeo litokee, lichukue ligeuze kuwa shukrani. Nikakwambia, ukiligeuza kuwa shukrani, Mungu atageuza kuwa uhalisia. Mungu atageuza kuwa, kuwa udhihirisho, atadhihirisha kile ambacho umemshukuru kwacho, sababu Mungu alidhihirisha yale ambayo Yesu amemshukuru kwayo. Badilisha matarajio yako, badilisha mipango yako, badilisha malengo yako kuwa shukrani.